Aliulizwa Shekh Saleh Alfawzani ya kwamba, shekh, na ipi hukumu ya kupunguza ndevu? Shekh Saleh Alfawzani akasema, kwanza ndevu sio nzito, tuna mshukuru Allah katika hilo. Pia ndevu ni sehemu ya viungo vyako na ni sehemu ya uzuri wako pia, yaani ndevu zinakufanya uwe mzuri, mashallah. Na ndevu inakutofautisha wewe na mwanamke. Ziachie tu ndevu, na Mtume sallallahu alayhi wasalam ameamrisha kuziachia ndevu, na ndevu ni sehemu ya uzuri wako, mshukuru Allah katika hilo na usimuige yule ambaye anapuuzia jambo hili la kuachia ndevu au anapata dhiki kuziachia ndevu au anawaiga wale ambao wanazinyoa wana ndevu au wanaozipunguza ndevu. Usiwaige hao. Naam, ndugu zetu, sasa tuje katika uhalisia. Kiuhalisia, ndevu zinamfanya mtu kuwa mzuri. Inashangaza kwamba kuna kijana atakao brand, si nini, ananyoa ndevu kusi <laughs> wakati ndevu zinamfanya mtu anakuwa mzuri, kule kule mtu anakuwa ni handsome, wanasema wenyewe. Lakini pia kunyoa ndevu haipendezi, kupunguza ndevu haipendezi kama tunavyoona. Ziachie ndevu kiwa ndevu nakuwa mashallah nakuwa handsome kweli kweli, si unanyoa ndevu unakuwa unafanana na masista unafanana na dada zetu. Hapana, Allah amekubariki ndevu, basi kwa nazo zitunze, na wale ambao hajawabariki basi, Allah wahifadhi, na pia alama yao wanaume ipo inajulikana, Allah wahifadhi na awajalie na wao pia wapate ndevu. Hii ni Sabilu Salaf Online TV, ulikuwa nami nyuma, sauti abu Huzayma Tz, na nyuma studio alikuwa naye Salaf Studio. Tumekuletea kipindi hiki pendwa kabisa ambacho tumekianzisha kwa ajili ya kuchukua fatua mbalimbali na mashekhe wengine wa ahlusunnati waljamaa wa nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania, ili kuweza kufaidisha umma kupitia chaneli hii ya Sabilu Salaf, online TV chamsingi subscribe na notification zote, ili tu pende tunapotuma kitu unakuwa ni wa kwanza kukipata ili uweze kufaidika wewe pamoja na mwingine pia. Jiunga na grupu letu WhatsApp kwa kugusa linki ambayo ipo chini ya video hii, ili uweze kukungana nasi katika mtandao wa WhatsApp. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ulikuwa nami Abu Khuzaima TZ, tukutane katika istifada zinazofuata.